Karibu katika sehemu ya pili. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati bidada Jeni akiwa na mawazo mengi sana. Kwani alikuwa anapitia wakati mgumu baada ya kupoteza watoto wake sita katika mazingira ya kutatanisha. Lakini ajabu ni kwamba mume wake Bwana Heri yeye anafurahia maisha bila kujali chochote. Je, unataka kujua nini kitatokea baadaye? Na kuonea huruma dada. Kimbia na uondoke mbali. Sasa kabla sijaanza sehemu ya pili, like alafu ni follow au subscribe. Kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii, ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuyanze hadithi yetu. Miaka miwili ikapita tangu kifo cha Neema. Jumba lilikuwa kimya, kimya cha kutisha, na Jeni hakushika tena ujauzito. You can't have children again. <sighs> Alikwenda kwa madaktari bingwa duniani. Jibu lilikuwa moja. Kizazi chako kimechoka, utaweza kuzaa tena. Ilikuwa ni kama mwili wake wenyewe umekataa kuendeleza mzunguko huu wa vifo. Na hapo ndipo Bwana Heri alipobadilika. Mwanaume yule aliyekuwa akionekana mpole, mkarimu na mwenye huzuni baada ya kila kifo, sasa aligeuka kuwa zimwi. Upole wote uliyeyuka. Wewe mwanamke huna faida yoyote, alianza kumpazia sauti. Nimekuwa ili unizalie, unakaa tu hapa unakula na kulala kama gunia la mchele. Lakini Bwana Heri, Jeni alijitetea kwa sauti ya kinyonge, machozi yakimtiririka, tumepoteza watoto sita. Sita, huo ni kama tuna laana. Bwana Heri alicheka kicheko cha kudharau. Wale walishapita, nataka mwingine. Nataka mtoto na wewe unashindwa kunipa. Mwanamke gani wewe? Manyanyaso yalianza. Kwanza yalikuwa ya maneno, kisha yakawa ya vitendo. Alimnyima pesa za matumizi, alimfungia kwenye chumba alimtukana matusi ya nguoni. Ajabu ya mambo, Bwana Heri alikuwa akidai mtoto kana kwamba hajawahi kupoteza hata mmoja. Hakuwa na kumbukumbu wala huzuni ya wale sita waliopita. Alichotaka ni mtoto mpya, na Jeni hakuweza kumpa. Utanizalia au utoke kwenye hii nyumba, alimwambia kila siku. Umekuwa mzigo, huna thamani tena. Jeni alikuwa akiishi jehanamu duniani. Usiku mmoja, akiwa amejikunyata kwenye kona ya chumba chake kikubwa cha kifahari akilia kimya kimya, jina moja lilimjia kichwani mwake. Juma. Alimkumbuka Juma, alikumbuka upendo wake wa dhati, alikumbuka mikono yake yenye grisi lakini iliyokuwa na joto la upendo, alikumbuka jinsi alivyompiga magoti akimsihi asimwache. Ni Juma, aliwaza Jeni huku akitetemeka kwa hofu na majuto. Lazima Juma aliniapiza, lazima alinipa laana siku ile. Laana ya pesa. Nilitaka pesa, nimezipata, lakini nimepoteza kila kitu. Ninaishi kwenye utajiri lakini sina amani, sina watoto, sina upendo. Ni laana ya Juma. Uamuzi ulifanyika ghafla. Lazima amtafute Juma, lazima akamwombe msamaha. Labda, labda tu kama angemsamehe, laana hii ingemtoka. Asubuhi na mapema, Bwana Heri akiwa ameshatoka kwenda kwenye mikutano yake, Jeni alichukua funguo za gari lake aina ya Land Cruiser V8. Alichukua pesa kidogo alizokuwa ameficha na kuanza safari. Hakuaga mtu, hakuacha ujumbe. Aliendesha gari kuelekea kijijini kwao, kijiji ambacho hakukikanyaga tangu siku aliolewa. Safari ilikuwa ndefu. Vumbi la kijijini lilichafua gari lake la mamilioni. Wanakijiji walimtazama kwa mshangao. Huyu malkia wa mjini aliyewasahau anafanya nini hapa? Aliacha gari mbali kidogo na akaendelea kwa miguu kuelekea kwenye kibanda cha zamani cha udongo cha familia ya Juma. Alikuta bado kipo kilikuwa kimechakaa zaidi, lakini bado kilikuwa kimesimama. Mlangoni alimkuta mama mzee aliyekuwa amekaa kwenye mkeka akipeta mchele. Alikuwa ni mama Juma. Uzee ulikuwa umemkamata na umaskini ulikuwa umemchora makunyanzi usoni. Shikamoo, mama, Jeni alisalimia kwa sauti iliyokwama kooni. Mama Juma aliinua macho yake hafifu alimwangalia Jeni kutoka juu mpaka chini. Aliona nguo za gharama, saa ya dhahabu na gari la kifahari lililokuwa limeegeshwa kwa mbali, lakini pia aliona macho yaliyovimba kwa kilio na roho iliyovunjika. Marahaba, alijibu kwa ubaridi. Unamtafuta nani, binti wa kiharabu? Ni mimi mama, Jeni. Mkono wa mama Juma uliokuwa ukipeta mchele ulisimama hewani. Alimtazama Jeni kwa muda mrefu. Jeni, Jeni wa Juma wangu Jeni alishindwa kujizuia. Alianguka chini kwenye vumbi, akapiga magoti mbele ya yule mama mzee na kuanza kulia. Alilia kwa uchungu wa miaka yote, alilia kwa ajili ya tumaini, bahati, amani, furaha, baraka na neema, alilia kwa ajili ya Juma, alilia kwa ajili ya roho yake iliyopotea. Mama, nimesamehe na kuomba. Juma yuko wapi? Alibweka kati ya vilio. Namtafuta Juma, lazima nimuombe msamaha Nina, nina shida kubwa, mama. Uso wa mama Juma ulibadilika kutoka mshangao hadi huzuni nzito. Alimwinua Jeni na kumkalisha kwenye kiti cha mbao kilichokuwa kimechoka. Juma, mama yule alianza kwa sauti ya chini. Juma hayupo. Siku ile uliyomkataa, siku ile uliyosema unaenda kuolewa na tajiri, ndiyo ilikuwa siku ya mwisho kumwona mwanangu. Moyo wa Jeni ulisimama kwa sekunde. Unamaanisha nini? Siku hiyo, Juma alirudi hapa kijijini. Alikuja akilia kama mtoto mdogo. Alilia sana. Alisema pesa ndiyo imeharibu mapenzi yenu. Alisema umemwacha kwa sababu yeye ni maskini. Akasema, mama, naenda kutafuta hizo pesa, naenda kutafuta utajiri. Sitarudi hapa nikiwa maskini. Kuanzia siku hiyo, Juma alitoweka. Hatujawahi kumwona, hatujawahi kusikia kutoka kwake, kama yuko hai au amekufa. Sijui mwanangu, ulimvunja mwanangu. Jeni, ulimpoteza. Jeni alihisi dunia ikimzunguka. Kumbe hata yule aliyetaka kumwomba msamaha hayupo. Kumbe laana aliyokuwa akihisi inamfuata haikuwa ya Juma, ilikuwa ni kitu kingine, kitu kibaya zaidi. Kwa kukata tamaa, Jeni alimweleza mama Juma kila kitu, kila kitu kuhusu ndoa ya kifahari, kifo cha watoto sita, wote wakifia miaka miwili, utajiri wa Bwana Heri ulivyokuwa ukiongezeka baada ya kila msiba na manyanyaso aliyokuwa akipata sasa baada ya kizazi chake kufungwa. Mama Juma ambaye ni mwanamke aliyeaona mengi alimsikiliza kwa makini, uso wake ulikuwa umetawaliwa na hofu. Alipomaliza, mama Juma alishika mkono wa Jeni. Mwanangu, alisema kwa sauti ya uhakika, hili si jambo la kawaida. Hii si laana ya Juma. Huyu mume uliyemua si mtu wa kawaida. Hapa kijijini kuna mganga mmoja maarufu, mzee Kidinga. Yeye ndiye ataweza kutuambia ukweli uko wapi. Inuka, twende. Walitembea kwa miguu mpaka pembezoni mwa kijiji, kwenye kichaka kizito. Nyumba ya Mzee Kidinga ilikuwa ya ajabu. Ilijengwa kwa fuvu na mifupa iliyosokotwa na udongo. Harufu ya mitishamba na uvumba mzito ilitawala hewa. Walimkuta mzee mfupi aliyekonda, mwenye ndevu nyeupe zilizofika kifuani. Macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. Alikuwa amekaa sakafuni akizungukwa na vitu vya ajabu. Karibuni, alisema kabla hata hawajasalimia. Sauti yake ikiwa kavu kama majani ya msimu wa kiangazi. Nilikuwa nawasubiri, hasa wewe, Jeni, binti aliyebadili dhahabu kwa shaba. Jeni alitetemeka. Mama Juma alimweleza shida yao kwa kifupi. Mzee Kidinga alitabasamu kidogo. Huna haja ya kunieleza, alisema. Macho yangu yanaona mbali. Alichukua kibao chake cha ramli. Akatupa kete zake zilizotengenezwa kwa mifupa midogo. Akazitazama kwa makini, akakunja uso. Akatupa tena. Ghafla alimpiga jicho kali. Jeni binti, mzee Kidinga alianza, umeingia kwenye mtego wa shetani mwenyewe. Unalalamika kuhusu Juma. Juma hana kosa. Laana unayolia nayo umeikumbatia mwenyewe kwa tamaa ya pesa. Mzee nisaidie, niambie, watoto wangu nini kilisababisha vifo vyao? Jeni alilia. Mganga alicheka kicheko cha kutisha. Vifo unaita vile vifo? Hivi kweli wewe ulizaa na binadamu mwenzako? Unamaanisha nini? Sikiliza kwa makini Jeni, huyo mwanaume uliyemua Bwana Heri, huyo ni mchawi, mchawi mkubwa. Utajiri wake wote, hayo magari, hayo majumba, hizo biashara, vyote vinatokana na nguvu za giza. Jeni alihisi damu ikimganda mishipani. Mzee Kidinga aliendelea, mumeo ana mkataba, mkataba na joka kubwa, joka la kale ambalo linadai damu na wewe Jeni, ulikuwa shamba lake, shamba la kulima kafara. watoto wangu, Jeni alihema. Watoto wako sita, mganga alipaza sauti. Kila mtoto alipofikia umri wa miaka miwili, ule umri ambao damu inakuwa tamu, mumeo alikuwa akimtoa kafara. Walikuwa ni chakula cha hilo joka kubwa, na kila joka lilipokula lilimtapikia mumeo utajiri. Hapana, haiwezekani! Jeni alipiga kelele. Nilizika watoto wangu, niliwaona, nilifanya mazishi. Mganga alitikisa kichwa kwa dharau. Ulizika nini? Ulizika mgomba. Walikuzuga, walikupa ganda la ndizi lililofunikwa sanda, wewe ukadhani ni mtoto. Watoto wako halisi wako tumboni mwa hilo joka, joka ambalo linaishi kwenye kile chumba cha siri ambacho huwahi kuruhusiwa kuingia. Baridi ilimshika Jeni, akakumbuka kile chumba chenye mlango mweusi wa chuma lakini si mimi wa kwanza, mzee Kidinga aliendelea kufungua ramli. Huyu jamaa ameshaua na kuacha mara nyingi. Anatafuta mwanamke mwenye kizazi kizuri. Akishazaa watoto wa kutosha na kizazi kikikauka, anamfanya huyo mwanamke kuwa kafara ya mwisho ili apate nguvu ya kutafuta mke mwingine. Ameshaua wake wengi kabla yako. Jeni alikuwa hawezi kupumua. Na wewe Jeni? Mzee Klimga alimwangalia moja kwa moja machoni. Habari mbaya ni kwamba kizazi chako kimeisha. Huwezi kupata mtoto tena. Thamani yako kwa huyo mchawi imeisha. Ndiyo maana anakuanyanyasa. Anataka mtoto mwingine wa kumtoa kafara na wewe huwezi kumpa. Unajua anachopanga sasa? Jeni alitikisa kichwa huku akitokwa na machozi ya hofu. Zamu yako ya kufa ilikuwa imefika. Ulikuwa zamu yako kuwa chakula cha hilo joka ili mumeo apate nguvu mpya na kuwa mke mwingine. Kukimbia kwako kuja hapa leo ndiko kimekuokoa, la sivyo usiku wa leo usingeamka pale. Pale Jeni kwa hofu kuu, akili yake ilirudisha tukio la ajabu. Ilikuwa ni siku moja baada ya kifo cha Neema, alipokuwa akifanya usafi kwenye korido ndefu ya jumba lile. Alikuwa peke yake. Ghafla alishangaa kuona mwanamke amemtokea kimiujiza mbele yake. Mwanamke huyo alikuwa mrembo, lakini alikuwa na huzuni kubwa na alikuwa amevaa nguo zilizochanika alikuwa amemshikilia mtoto mchanga mkononi. Mwanamke yule alimwangalia Jeni kwa macho yaliyojaa huruma, huku akilia alinong'ona kwa sauti iliyokuwa kama upepo na kuonea huruma, dada, kimbia na uondoke mbali, hii nyumba ina laana, hii nyumba inakula watoto, kimbia kabla haijakula na wewe. Kabla Jeni hajauliza swali, mwanamke yule na mtoto wake walitoweka kama moshi. wakati huo Jeni alidhani alikuwa anachanganyikiwa kutokana na huzuni. Sasa akiwa amekaa mbele ya Mzee Kidinga, alijua ile haikuwa ndoto, ilikuwa ni roho, labda roho ya mmoja wa wake za Bwana Heri waliotangulia. ilikuwa ni onyo. Mzee Kidinga alimwangalia Jeni aliyekuwa akitetemeka kama jani kavu. Sasa unajua ukweli. Swali ni je, utafanya nini? Utaendelea kulilia mapenzi ya Juma yaliyopotea, au utapambana kuokoa maisha yako yaliyobakia? Jeni alimeza mate. Tamaa ya utajiri ilikuwa imempeleka kwenye tanuru la moto. Alikuwa ameolewa na shetani akazaa watoto sita kwa ajili ya kafara ya nyoka, na sasa yeye ndiye aliyekuwa akifungia mlo. Alikuwa amepoteza kila kitu, alichobaki nacho ni pumzi yake, na ilikuwa inadaiwa. Da, ni noma sana. Leo naomba tuishie hapa, tukutane tena katika wakati mwingine kwenye sehemu ya tatu. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Raino MC Seba. Weka maoni yako kwenye komenti na asante kwa kuangalia.